Karibu tena. Wakazi wa kaunti ya Mombasa wametakiwa kupanda mikoko zaidi ili kuboresha uvuvi na kuhifadhi viumbe vya baharini. Wakizungumza baada ya matembezi ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa upanzi wa miti huko Shimo la Tewa, wavuvi pamoja na asasi za serikali wamesema kuwa fuo za bahari zipo katika hatari ya kuharibiwa kutokana na majengo yaliyoko kwenye mikondo ya maji yanayoelekea baharini pamoja na ukataji wa mikoko. Wavuvi hao wamekariri kuwa wataendelea na kampeni hii katika kaunti za Mombasa, Kwale, Kilifi, Tana River na Lamu, huku shirika la walinzi wa bahari likiwaonya wale wanaokiuka sheria za utunzaji wa mazingira baharini kuwa operesheni kali itaanzishwa.

Bahari yetu iko na afya, kwa sababu kuna mambo ya soil erosion, mchanga unaingia unaenda na bahari. Kwa hivyo tutakapoweka mikoko hapa, udongo wetu hautaenda, na pia kuna faida zetu, kwa sababu hapa katika mikoko tunafanya fish farming, tuko na vidimbu vyetu hapa ndani. Kwa hivyo tukiweka mikoko hapa, ndio chakula kinapatikana pale ndani. Chiefs have a directive from the President that we need to be planting trees every first Fridays of the month, but some of the community members Come to cut them, but we ensure that we replace them and when we find such cases, we always follow up for their prosecution. Tunalinda mazingira ya kupanda mikoko lakini vilevile tulinde mazingira kwa kuto interfere na ecosystem ambayo iko katika sehemu ya bahari. Sana sana interference inakuja na watu kujenga katika sehemu za bahari, watu kuanza kufanya biashara katika sehemu za bahari ambapo panafaa kuwe na uh, ecosystem ambayo inafaa kulindwa.